Dada hebu njoo. Ivo unafanya kazi gani sasa hivi? Hoteli. Nimefungua hoteli. Hoteli hoteli? Hata hoteli bado ina changamoto tu. Haiendi vizuri sana. Ndio, yani hata hapo kwenye hoteli ni kama tu ni kama jino ambalo linalegea legea muda wote, naweza likang'oka. Sasa nataka niombe miguu yako ikawa imara katika ulimwengu wa kiroho. In Jesus name of Nazareth. Sema Bwana Yesu. Nimesimama mwambani. Nimesimama mwambani katika ulimwengu wa kiroho kiro, yale maneno niliambiwa na adui yangu, yale maneno niliambiwa na ya kwamba nitatangatanga, nitaangaika, nitazunguka, nitapaushwa leo, leo, nayafuta. Naya ako kamkosi, ako kamkosi. Kanako nifuatilia, kanako nenda na ukamuone yawe kwa viwango vya kitofauti na kwa viwango vya kipekee kuanzia leo hii, nimekufungua. Neno la unabii ni sheria, nami natangaza kwa sheria hii nimekufungua hicho kifungo. Iwe alisema mtu mwenye umri mkubwa au mwenye umri mdogo, leo nimealipia damu ya mwana kondoo aliye hai. Leo deni kubwa sana unalodaiwa mimi leo nalilipa kwa damu ya Yesu. Fimbo ya ukimbizi kwamba utakimbia kimbia, utakimbia kimbia, ninaua hizo roho mbaya, hayo maneno uliotamkiwa, uliotamkiwa, uliotamkiwa, uliotamkiwa. Bwana akustareheshe, Bwana akufanyie lile neno la mwanzo kabisa la unabii lile litamka hapa Bwana akakufurahisha, kwa damu ya mwana kondoo alio hii miguu na isimika kwa damu ya mwana kondoo alio itakapo, itakapokanyaga ikathibitike, kwa damu ya Yesu Kristo <coughs> aleluya.